Leo kampuni ya Lifetime Store tunapenda kuwataarifu wateja wetu waliokuwa na uhitaji wa kununua mashine ya kilogramu 13, uh, front load full automatic washing machine ambazo hizi awali zilikuwa zimetuishia katika kampuni yetu, na taarifa ya ya sasa ni kwamba mashine hizi zimerejea tena katika kampuni yetu ya Lifetime Store, zipo kwenye offer. Hizi mashine ni front load full automatic washing machine mashine za kisasa za kufulia zilizotengenezwa kwa design ya mlango wa mbele ambayo huleta taswira ya kupendeza na kuongeza mvuto wa kimuonekano. Asili ya mlango wa mbele huifanya mashine kuwa na sifa pekee ya kupokea maji machache wakati wa kufua, yanatumia robo tatu ya maji yanayotumika kwenye top loads. Lakini pia kutokana na nguvu yake wakati wa kufua inasaidia kutoa madoa na uchafu kwa ufasaha zaidi. Hata hivyo ina mzunguko wa 1500 RPM mzunguko ambao unaongeza kasi ya spin na kukausha nguo kwa haraka. Si hivyo tu, bali pia ubora na uimara wake unasababisha mashine kutokuwa na vibration na kelele wakati wa kufua. Ina walti 1800 inayosaidia mashine kuwa na power zaidi wakati e, wa utendaji kazi. Mashine hii imetengenezwa kwa PMC zinc steel plate material bora, imara na madhubuti, ambayo yanatuhakikishia quality na upekee sokoni. Zipo kwenye ofa ya kufanya, wasiliana nasi kupitia nambari hizo hapo chini za ajenti wetu kutoka kampuni ya Lifetime Store. Taarifa pekee ni kwamba mashine hizi zimerejea tena, kilogramu 13 front load full automatic washing machine zipo kwenye ofa. Karibuni sana.